Ni Mizozo, visa na mikasa duniani na bwana Mizozo. Tafadhali bonyeza neno Amen. Subscribe chini ya video hii upate habari zetu moja kwa moja zinapotoka. Asanteni sana. Hewa lilikuwa linatetema kwa msisimko. Old Trafford ilikuwa tayari. Huu ulikuwa usiku wa mashujaa. Manchester United walikuwa wametoa sare ya mabao mawili kwa mawili katika mechi ya kwanza nchini Ufaransa. Robo fainali ya ligi ya Europa ilikuwa bado haijajulikana mshindi. Mashetani Wekundu walianza kwa kasi. Manuel Ugarte alifunga bao la mapema, umati ulipuka kwa shangwe. Diogo Dalot akaongeza bao la pili muda mfupi baadaye. Utulivu ukatanda katika Theatre of Dreams. Je, United walikuwa wamemaliza kazi? La hasha! Lyon walirudi kwa kishindo. Florentin Tolisso alipunguza pengo kabla ya mapumziko. Hali ikaanza kubadilika, wasiwasi ukaanza kuingia. Nicolas Tagliafico akasawazisha mara tu baada ya mapumziko. Kitu kisichowezekana kilikuwa kinatokea, Lion walikuwa wamerudi mchezoni. Kasi ilikuwa sasa upande wa timu ya Ufaransa. Manchester United walionekana kutetemeka. Mashabiki wa nyumbani walijaribu kuhamasisha timu yao kocha Ruben Amorim alikuwa akitembea pembezoni mwa uwanja. Alihitaji kupata suluhisho na haraka. Muda wa nyongeza ulikuwa unakaribia. Sisimko ulikuwa mkubwa. Timu zote mbili zilisukuma kupata bao la ushindi. Hakuna aliyeweza kupata njia. Mikwaju ya penalti ilionekana kuepukika. Kisha ikatokea. Lyon walifunga mabao mawili mfululizo, Ryan Cherki kwanza, kisha Alexandre Lacazette. Nne kwa mbili kwa Lyon. Kitu kisichowezekana kilikuwa kimetokea. Old Trafford ikanyamaza kimya. Urejeo mkubwa ulikuwa unaonekana kwa upande wa timu ya Ufaransa. Manchester United walionekana wameshindwa, vichwa vilishuka chini, ndoto zikipitia. Kisha uhai ulionekana. Penalti ikatolewa kwa United. Bruno Fernandes akasimama, moyo mgumu kama jiwe, akafunga. Matumaini akarejea. Amorim akacheza kamali, akamuingiza kijana Kobbie Mainoo, hatua ya ujasiri. Kijana huyo akaingiza nguvu mpya akacheza na kuwapita mabeki. Mainoo akafunga, Old Trafford ikalipuka kwa shangwe. nne kwa nne. Kasi ilikuwa imebadilika tena. Je, United wangeweza kukamilisha kisichowezekana? Muda ulikuwa unaenda, kisha ikatokea. Harry Maguire, Harry nahoda, akaruka zaidi katika eneo la penalti, kichwa chenye nguvu. Bao! Tano kwa nne. Theatre of Dreams ikawa chungu cha kelele. Manchester United walikuwa wamefanikiwa urejeo usiosahaulika. Kocha Amorim alikuwa ameonyesha umahiri wake wa mbinu. Mabadiliko yake yalikuwa yamebadilisha mchezo, alikuwa amehamasisha ame timu yake. Huu ulikuwa usiku ambao ulikumbukwa kwa muda mrefu, ulikuwa ushuhuda wa roho ya Manchester United. Huu ulikuwa zaidi ya muujiza, kama mashabiki walivyoimba, zaidi ya muujiza, huyu ndiye Manchester United. Ushindi huo uliwaweka katika nusu fainali dhidi ya Athletic Bilbao. Mashetani wekundu walikuwa wanaendelea mbele. Je,